Asante Yuai leo, Yuai leo, nawasalimia katika jina la Bwana. Nimesimama hapa kutoa ushuhuda kidogo kuhusu baba yangu, na kabla sijasema lolote, nataka niwatumbulishe ndugu zangu. Na kaka yangu wa kwanza na mke wake Williamson na mke wake, wanyoshe mikono kakangu wa pili Godson na mke wake. Aa, nina wifi yangu, mimi nilikuwa mapacha, ambaye ni Johnson, pacha mwenzangu alifariki la mke wake tunaye na mbonyoshe mkono. Aa, nina mdogo wangu Karo, naomba anyoshe mkono na mume wake Lema. Aa, nina Elizabeth ambaye ni wa mwisho pamoja na mume wake. Asante, naomba mtabaki hapa hapa kunitia moyo na kama kuna kitu ambacho nitasahau, Godson maana ndio alikuwa kumbukumbu kweli kweli na mambo mengi. Aa, jambo la kwanza baba yangu alikuwa ni mtu wa imani sana, alikuwa ni mtu wa imani mno, yaani akisema kitu kwamba kitatendeka kitatendeka. Alikuwa sio mtu wa kutetereka imani yake aliisimamia kweli kweli, na pia alikuwa sio mtu wa kukata tamaa. Yaani alikuwa akati tamaa. Aliamini ya kwamba kanisa hili la keratasi litaisha, kirati litaisha, pesa itatoka wapi haijulikani, lakini ile imani yake na kutokukata tamaa ilifanya kazi. Kwa hiyo tulijifunza sana kwa baba kwa habari ya imani yake na kutukata tamaa. Na jambo lingine, alikuwa ni mtu wa maombi. Baba alikuwa ni mtu wa maombi sana, na alitufundisha maombi, kufunga na kuomba. Alianza kutufungisha tukiwa wadogo, sio ilikuwa la pili, sio la tatu, tulikuwa tunafunga mwisho mpaka saa sita mpaka saa saba, tukiona njaa anasema kuleni, lakini yalitusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana tuliona kama tunalazimishwa lakini jinsi ambavyo tuliendelea kukua na kuolewa, yale maombi yamekuwa msaada sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliandaa chumba chake cha maombi, ikifika saa nane, saa nane yeye alikuwa kwenye chumba cha maombi na alikuwa na chumba chake. Sasa wakati anaomba kwenye kile chumba chake Mungu akamtokea au malaika. Mungu akamwambia, hivi, mimi kweli nastahili useme nami mahali hapa? Akamwambia, kwa nini jambo, baba alikuwa <laughs> kwa nini? Akamwambia, wewe umejenga nyumba yako nzuri, siturumu yako nzuri, umeweka makochi yako mazuri, yaani mahali pa kusema na mimi sio pazuri kama sebule yako. Baba alishtuka sana akasema, ah, kumbe mahali ndio maana mara nyingi nashindwa hata kuzungumza na wewe. Mimi siwezi kuzungumza na wewe mahali ambapo sio pazuri. Kwa hiyo baba alihuzunika sana. Ilipofika asubuhi, akamwita Godson, kaka yangu wa pili, akamwambia, twende mjini. Anaambia, vipi baba? Twende mjini, bwana Bomoa kile chumba ambacho naombea, nataka nikitengeneze vizuri sana. Kwa hiyo kile chumba alikitengeneza vizuri sana hata kuliko sebule yake, na alipomaliza Mungu akasema ndio, hapa ndipo ambapo baba yako nastahili kuongea na wewe. Kwa hiyo nilijifunza sana baba, ndio maana alikuwa anatamani nyumba yake isiwe nzuri, lakini kanisa liwe zuri kujali hilo, alithamini nyumba ya Mungu kuliko nyumba yake. Maana unakuta wachungaji wengi wamejenga magorofa, wamejenga nyumba za maana, lakini ukienda kwenye makanisa yao ni nyumba za makuti, ni nyumba za makuti, ni nyumba za ajabu. Kwa maana sengine Mungu anashindwa kushuka hapo. Ndio maana mara nyingi tunaomba, hatujui ni kwa nini Mungu ajibu. Kumbe pale ambapo unafanya ibada hapa, mbariki Mungu, Mungu anasikitika. Mchungaji anakaa mahali pazuri, kochi linanesa namna hii, hakika Yesu, lakini ukiangalia mahali anapozungumza na baba yake, mahali anapoabudu inasikitisha. Kwa hiyo sisi kama watoto mimi nilijifunza sana kwa baba yangu. Ndio maana hata mimi na mtoka mbali tulimtanguliza Mungu. Ile nyumba ambayo tulikuwa tunakaa, watu walikuwa hawatuelewi hata ndugu zake Mtokambali walikuwa hawamuelewi. Siku moja kaka yake mdogo wake Mtokambali Weston akamwambia kaka, marafiki zangu wananiuliza sana, Mtokambali anajenga makanisa makubwa sana lakini mahali ambapo anakaa pafai, lakini sisi tulikuwa na siri ya kwamba tunatamani nyumba ya Mungu iwe nzuri kwanza, ndipo na sisi tukae mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine nilijifunza kwa baba, alikuwa mtoaji. Baba yangu alikuwa mtoaji sana, na utoaji wake ilikuwa ni kwa habari ya Injili alisacrifice maisha yake kwa ajili ya Injili na pesa yake nyingi iliishia kwa ajili ya Injili. Kwa hiyo nilijifunza sana kwa habari ya utoaji. Hata siku ananioa mausia alioniomba aliyoniusia, aliniambia, mwanangu, ukitaka baraka kutoka kwa Mungu usimwibie fungu la kumi, mtolee Mungu sadaka Usiende nyumba ya Mungu na mikono mitupu. Ndicho alichoniusia wakati naolewa, usiibe sadaka, usimkosee Mungu kwa habari ya sadaka. Kwa nilijifunza sana, yaani hata mtu akinipa 500 mama askofu kanye soda, naipiga hesabu ya, ya fungu la kumi Ninaogopa, natetemeka. Nikitaka kuila nakumbuka yale maneno ya baba yangu, mwanangu, usimwibie Mungu cha Mungu kikimbize haraka. Kwani tujifunza sana kwa baba. Baba aliishi maisha matakatifu, yani alikuwa na ule utakatifu wa kupitiliza. Alikuwa hataki mambo ya ajabu ajabu. Yaani alikuwa anatuchunga kama, kama kuku wa kienyeji. Mkuku wa kisasa. Yaani alikuwa hataki utoke nyumbani. Ikifika saa kumi na mbili akukute nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu alikuwa na maisha ya kumcha Mungu kweli kweli. Pia baba yangu alikuwa ni mtu sijui wa mafunuo, sijui ni mafunuo. Lakini kwa namna na nyingine, niseme alikuwa na uwezo wa kukuona unachowaza. Yaani, babangu alikuwa na uwezo. Kwa hiyo ukienda nyumbani kwake, ujiandae kweli kweli, yaani usiende mchafu mchafu, alikuwa anakiona. Kuna siku moja kaka yangu ambaye alikuwa anamtunza akafika pale nyumbani asubuhi. Alipofika pale nyumbani asubuhi, akamsalimia baba na ntwambe shikamoo baba baba akamwambia unaniamkia nini rudi kapatani na mkeo <laughs> akamwambia baba nini akamwambia rudi kapatani na mkeo kakangu akachanganyikiwa akasema baba umewe baba nini baba akamwambia kabla hujanilishughulikia chochote na hujaniandilia chai rudi kapatani na mkeo sasa alipofika kwa mkewe akawa anacheka, mkewe anamwambia vipi mwenzangu? <laughs> akamwambia We acha tu, mzee wa kuona <laughs> akamwambia, mzee wa kuona, imekuwaje? Akamwelezea. siku nyingine hivyo hivyo. yule kaka huyu, <laughs> wakati baba yangu ameumwa sana, baba yangu yuko hoi anaumwa sana sana, basi likamhuzunisha sana kaka yangu. Kaka yangu usiku wa manane akasema, hakuna Mungu, huyu Mungu hayupo. Mungu gani huyu? Baba yangu amemtumikia miaka yote hiyo ishirini na tano, alikuwa askofu, ametoa maisha yake, mali zake, kila kitu. Sasa kitu anachomlipa baba yangu ni hiki badala ya kumponya, huyu Mungu hayupo, yaani Mungu hayupo. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya nitaenda pale nyumbani, nitamwamkia baba yangu, nitamsalimia kwa sababu huyu, kama Mungu yupo, singemponya baba yangu? Kwa nini amtese namna hii naye amemtumikia miaka ishirini na tano? Nitakwenda, nitakwenda kurudi duniani, nitakunywa pombe nitafanya uchafu wa kila namna, kwa sababu huyu Mungu hayupo, hayupo kabisa. Ametafakari hiyo usiku wa manane, yeye mwenyewe. Basi akajiandaa vizuri na akasema, hawataniona tena nyumbani, kwa sababu huyu Mungu hayupo. Mungu gani huyu? Kama alivyosema makamu wa Askofu Mkuu, alivyofika pale nyumbani, alivyomwona mzee. Kwa hiyo alipofika pale nyumbani Akamwamkia Nantombe, shikamo baba. Baba akamwangalia, akamwambia, kaa hapo. Akaanza kushtuka, akamwambia, kaa hapo, usiende kuletea chai. Akamwambia, hicho kitu ambacho unataka kukenda kukifanya kwa ajili yangu, acha mara moja ayo mawazo unawemwazia mu kwamba mungu hayupo, naomba sana mwanangu Godson usimkosee Mungu kwa ajili yangu acha mara moja. Yani, kaka yangu alitoka pale amechanganyikiwa kabisa, amechanganyikiwa kabisa, akaanza kumwogopa mzee. Akanipigia simu, dada Asia, yule baba ni hatari usimuone amelala pale, bado Mungu anasema naye. Ameniambia mambo ambayo sijamwambia mke wangu, maana nilisema li mimi mwenyewe usiku wa manani na tafakari hayo mambo, kwamba huyu Mungu hayupo, Mungu ni mbaya, ni mbaya wa kupindukia, hayupo Mungu. Kamwambia tafadhali, mwanangu. Hajamwambia mke wake, hajamwambia mtu yoyote. Kwa hiyo kaka yangu alichanganyikiwa sana. Baba akamwambia, mpenda huyu Mungu. Umeona jinsi ambavyo Mungu ameniponya? Kama alikuwa na sababu ya kuponya ingeniponya. Maana kumbuka, alituma hata malaika wakaja kunifanyia operation. Kipindi hicho nilikuwa na kansa, malaika walikuja na visu wakanifanyia operation. Kwa hiyo kama niponya, ana uwezo wa kuniponya, ataniponya, lakini anakusudi mwenyewe. Nachokuomba mwanangu, chonde chonde Usimkosee Mungu kwa ajili yangu, mpende huyu Mungu, tumikie huyu Mungu kwa moyo, naomba usimwache. kwa hiyo kaka yangu ikabidi atulie na awe anakuwa makini sana na mzee. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tukitoka Morogoro, hata watoto wenyewe wote hapa, wakifika pale nyumbani lazima ukae vizuri, lazima uhakishe maisha yako ni mazuri maana la sivialikuwa na kuona maisha yako yaani, ukifika tu pale analetewa picha picha yako. Kwa hiyo alikuwa ni Mungu wa mafunuo, malaika walikuwa namtokea, yaani alikuwa anasema na malaika kama anasema kama mimi na wewe hivi. Yaani alikuwa na tamani, yale mafunuo ya mzee niliyatamani kweli ni atamani mno Mungu nami na aseme ya na mimi laifu nao na malaika, maana hata usiku namsikia anaongea na malaika anasema na malaika. Nkatamani katamani na mi nimsikie. Bwana Yesu asifie sana ka, kwa kweli mzee ametufundisha mengi, alikuwa ni mtu wa neno, tulikuwa hatuwezi kulala bila neno na uwe na mistari ya kukariri Kabla hatujaanza ibada, lazima useme mistari ya kutosha. Kama huwezi kamu, kukumbuka, hii mistari ni fimbo kwao. Kwa kweli ametusaidia sana kutulea katika ile imani, ametulea katika maisha ya neno, na katika kutulea kule katika maisha ya neno, ndio maana kaka zangu wote na wake zao familia yote hii inamtumikia Mungu, familia yote inamtumikia Mungu. Kwa hiyo baba ametuachia kitu kikubwa sana, kikubwa mno. watu, watu, atuachia udaktari wa, wa duniani, lakini ametuachia ile imani na ile maisha yake ambayo alikuwa anamtumikia Mungu, na sisi tumebaki na maisha yale ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo na sisi tumeibeba ile imani ya baba. Namshukuru Mungu sana sana, familia yetu wote tunamtumikia Mungu kwa sababu baba alitulea katika maisha ya neno la Mungu na maisha ya maombi. Kwa nawaomba sana wajukuu watukuu ilindeni imani ya baba yenu, ishikeni imani ya babu yenu, mtabarikiwa. Ishikeni sana imani ya babu. Mlimwona jinsi mkifika nyumbani babu anaomba, babu masaa yote, baba yangu yaani akitoka akikaa ni Bibilia anasoma, usiku wa manane akikosa usingizi unamkuta anasoma neno ndio maana mahubiri yake ni tofauti, yalikuwa tofauti na mahubiri ya wachungaji wote wote. Maana ukimsikiliza lile neno ambalo analosema unashangaa, hivi hili neno kwenye hili biblia linaweza kutoka ujumbe mkubwa namna hii? Kwa nawaomba sana mshikeni Mungu wa baba yenu wa babu yenu Mungu atawabariki sana, na nyiye mje mumtumikie Mungu wa babu yenu, maana kuna baraka katika kumtumikia huyu Mungu. Mungu ametubariki sana kwa sababu sana sana kwa sababu tumeibeba ile imani na ule utumishi wa baba yetu, kweli ingawa baba alipoanza utumishi wa kuwa askofu mkuu tulimkosa sana, maana baba alikuwa anaingia asubuhi anatoa nguo anaondoka, akiingia jioni, asubuhi kukicha anaondoka. Kwa hiyo sisi kama watoto wa Lazaro tulisacrifice sana maisha yetu, tulimkosa sana baba, tulimmisi sana baba lakini kwa sababu tulijua anamtumikia Mungu na baada ya sisi na sisi kuingia katika huo utumishi tulifurahi tu baba aendelee kumtumikia Mungu. Kwa wale ambao hawanijui wa mimi ni mtoto wa kwanza wa kike ambaye ndiye Mama Askofu Mkuu Barnabas Westoni toka mbali na mzee aliyaona haya, kwamba nitaolewa na mtumishi wa Bwana, na aliona haya nikiwa na umri wa miaka saba, alipewa jina la mtu atakayenioa na akaandika katika dayari. Usiku huo Mungu alimtokea Akamwambia, mtoto wako Gladi Mary ataolewa na mtu anayeitwa mtoka mbali. Amen. Na akaandika katika dayari. Sasa historia ni ndefu, lakini mtoka mbali alipokuja na tulipokubaliana, alituingiza chumbani akatuonyesha ile dayari, akamwambia mtoka mbali, ujakosea, umempata mke sahihi ambaye anatoka kwa Bwana, kwa sababu hili jina mimi nilipewa toka mtoto huyu akiwa na umri wa miaka saba, kwamba ataolewa na mtu anayeitwa toka mbali. <apples> Na alijua kabisa huo wa askofu utaingia katika nyumba yake. Kwa hiyo kwa kweli baba ana mengi mengi sana ambayo tungeshuhudia, lakini kitu kikubwa ambacho tunajivunia, baba yetu alitulea katika kumpenda Mungu, alitulea katika hiyo imani ya kimungu, na baba yetu alimpenda Mungu kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu alikuwa mkali, alikuwa mkali sana, alikuwa hataki mambo ya kijingajinga, alikuwa mkali sana, lakini katika ule ukali wake umetusaidia kumshika Mungu. Na alikuwa msafi na alikuwa anapenda kula vizuri. Saa moja kamili tumekuwa tumesha kula, yaani nimekuwa hivyo, saa moja kamili tumesha kula na nyumba imeshafungwa, nitaanza ibada ya jioni. Na alikuwa msafi, yaani, na alikuwa anakuja kwenye vitanda vyetu ananusa namna hii na, na alikuwa kama umeenda hotelini, na alikuwa anataka shuka zifanane tukishamaliza kula, jiko lioshwe. Mpaka alikuwa anakuja kule jikoni, anafanya ile jiko la umeme namna hii hivi, je, ni safi? Gledi, njoo hapa. Sibado, rudia. Kwa hiyo ametusaidia kuishi usafi wa kiroho na usafi wa mwili. Baba nitakumisi baba, nitakukosa Saidi na sisi tuwe washujaa kama wewe, na tuweze kuishika imani yako kama wewe. Tulikupenda baba, tutakumisi. Nenda kwa amani, shujaa, shujaa, nenda kwa amani. We miss daddy. Asante Yesu kwa waki, na kushukuru kwa ushujaa wake. Umetusaidia nasi kusonga mbele. Mungu awabariki. Namkaribisha Osheniki na Gladi kwa ajili ya kusoma salamu za baba yake kutoka India. Mume wangu ajambo, ni mzima kabisa. Nawashukuru watu wa Mungu kwa maombi yenu. Shetani ameshindwa. Uamsho lazima uendelee, uamsho lazima uendelee. Yu hai leo. Karibu Gladi. Huyu ni mtoto wangu wa pili, anaitwa Gladlin, na huyu ni mtoto wangu wa mwisho, anaitwa Osheaniki. Mtoka mbali, na babu yake ndio alimpa huu jina la Osheaniki kwa sababu alimtabiria kwamba atakuwa na watu wengi kama bahari. Karibu.